Sahihi apongezeni sana sana kwa kuendelea kupata hati safi lakini kwa kuendelea kupunguza hoja na kufikia kuwa na single digit. jambo hili si jambo dogo. Jambo kubwa sana, imekuwa ni kivi yetu ya muda mrefu, lakini sasa tumeweza kuifikia. Tuwashukuru wenzetu wanaishimasea kwa kazi nzuri na ushauri, mbali na ushauri bali na kutoka huwa lakini umepewa kishauri. Sasa ni shauri mwaka baada mwaka tumeendelea kuimprove zaidi. Naamini sasa wenzangu wote pale wanajua kujibu hoja, maana kwa hoja najibu sisi ni DTP au na mkaguzi na nani, basi wengine watawajibu kujibu hoja. Lakini sasa hizi mtu yote kwenye idara zetu tunahakikisha anajua jibu la hoja, tupo ni wenye na namna gani, atikije asipate hoja. Tunashukuru na washukuru sana wadau wote, lakini tunashukuru wadau wote madiwani, CT wote kama tulizo na usalama dea kushirikiana pamoja kuhakikisha fedha za wananchi zinatumika vizuri kwa malengo amakusuiana serikali. Na ndio maana hapa kwa majina anaitwa Abdalla Rajabu Magembe, diwani wa kata ya Nyamtukuza na makamu mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya. Mafanikio ya kupata hati safi katika miaka hii tuliyomo ni mafanikio ya ushirikiano na muungano baina ya madiwani, Mheshimiwa madiwani pamoja na wakuu wa idara na viongozi mbalimbali watumishi walio katika Halmashauri. Nampongeza sana Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kazi kubwa aliyoifanya, hasa nikiangalia kwa upande wangu mimi katika kata ya Nyamtukuza. Tunashukuru sana kwanza, Rutenga ni sehemu iliyo mbaya na sehemu ya poli, na ilikuwa mbali kwa kwenye kata ya Nyamtukuza wanafunzi walikuwa wakipata shida kutoka kavungwe tutenga kuja kusoma Nyanzige, ambayo ni kilomita 40 na kitu. Wameweza kujengea shule ya sekondari, maji yamekuja, barabara lipo hivi sasa, wananchi wanafurahia kweli. Jina naitwa January Basilio Mbani, ni diwani wa kata ya gi. Unapofanya kikao na viongozi wakubwa Uh, hasa kinachohusu masuala ya ukaguzi wa hesabu na mkakutana na pongezi, nadhani hakuna mtu anayeweza kusema kwamba sio jambo zuri. Ni jambo kubwa kwa sababu sio jambo rahisi kukaguliwa na mtu aliyepewa dhamana ya kukagua na mwisho wa siku haja kupongezwa. Kama ulivyosikia mwenyewe kwamba huko miaka ya nyuma ilikuwa sio rahisi kukutana na hoja ambazo ni single digit, kwa maana ya kwamba tarakimu moja ilikuwa ni hoja 10 na 20 na 30 na lakini kwa mwaka wa fedha uliopita umeona mwenyewe hoja zilikuwa nane, na ni kitu ambacho tunaendelea kukifanya kazi, tunatamani ziwe mbili na zisiwepo kabisa. Kwa hiyo kwahio, kwa kizui kwa na sia kwa majina anaitwa Flaha Jonathan Kota, ni diwani wa kata ya Mgunzu, kwa kweli ni jambo la vizuri tuna tunashikana vizuri na ushirikiano mzuri na mkurugenzi wa idara na ushirikiano mzuri na dasi katika tawala na ushirikiano mzuri sana na mkuu wetu wa wilaya, tunashirikiana sana. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment.